Uh, Wakaguru wana sehemu moja wanapenda kutumia neno kuimage, yani asante, na yeye ni kushukuru wewe, uh, mtazamaji kwa kuendelea kuwa na mimi, na tunakwenda sehemu uh, ya pili ya showcase. Tumetoka kutazama wimbo wanito, Tanzania na forgettable, wimbo ambao uh, Bayo the greatest amezungumzia vizuri mno namna ambavyo amefikiria kutumia fursa kupitia utalii na kuona namna gani ambavyo kwa makusudi ma, ma ya dhati kuitangaza Tanzania, ni yeye mwenyewe kaamua kutoka kwenye sakafu ya moyo wake. Nawe kama Mtanzania unaweza ukaguswa kwa namna moja au nyingine yoyote ile, kuitangaza Tanzania unaruhusiwa. Bado niko na Bayo hapa, tunaendelea kupiga stori. Sio kabisa, <laughs> kabisa. Tuachane na, na Tanzania ni forgetable ambayo tayari tumeshaiona na tumeshaizungumzia kwa upo, uh, ukubwa wake mm. Kuna ngoma umefanya ya dancehall flani, tuamia sasa kwenye Jamaica kidogo, yeah. Um, hiyo hiyo ngoma ya dancehall bana umesema, eh. mm. <laughs> kidogo, sio. Yeah mle ndani bwana, ni kwanza isa dance sang kama yeah, nilivyosema na mle ndani have a great people doing the very good dance and music mm, mm there is Mark Z on mm, and Lucky Stone on the mic. Ni wataalamu wa dance kutoka eh, kutoka kiwanda cha Bongo Reggae and Tanzania ile, okay, ngoma inaitwa Hudat, okay, yes. Ni wimbo ambao pia um, tulishirikiana na wajamaa wawili Mark Z pamoja na Lucky Stone. Nadhani kasema ni ushirikiano pia na producer ambaye anaitwa Dabo mm -hmm. producer Dabo kutoka Dodoma, kwa sababu ni wimbo ambao tume tumekutana mm -hmm, tukaupanga pale pale na tukawa tume tumefanya nini, tumeufanya lakini, okay. Hudat yani, yeah, as they call it hudat, mm. -hmm. it's a it's a pigini kijemeika lakini inamaanisha mm -hmm, ni nani huyo yeah. hudat hudat yeah, yeah. Uh, there is hudat anatetemesha mm. hudat -hmm. ananipa pressure hudat she give me vibration hudat <laughs> <laughs> Na, naona sasa hivi Dodoma wanataka kushika kila idara yani. Mm. E, kwenye audio awataki kuwacha chochote kwenye video, ndo kama hivyo, kabisa kabisa. Maana dabo naye ni ni producer namna gani? Anacheza ana, ana, ana, ana, anafanya production ya miziki yote, au amedili kwenye reggae dancehall na vitu kama hivyo Actually nadhani kwa hivi um, kwa karibuni mimi hata Dabo nilikuwa sijamsikia sana kwenye hizi dancehall sana lakini, mm. ni, ni wale ma producers ambao tunasema wana yuko everywhere yeah, anaweza kufanya sure. muziki mwingine lakini dabo ni producer wa hip hop. Mimi nadhani watu wanaofanya hip hop mm. dabo ndio watakuwa wanamjua zaidi, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kuna album kaifanya hivi karibuni, ile kuna album ilitoka ya Chindo Man nadhani sure. ikawa na kina Pinda Boy mle ndani mm. ikawa ina wanamuziki wengi sana, mpaka wanamuziki wengine wa Marekani nadhani okay. Kukum, the game na kadhalika mm. wapo kwenye album ile, album nadhani asilimia 70 au 80 imekuwa produced ni na, na Dabo, na Dabo. Dabo, okay. Kwa si, si, si wa ni mikono ya dabokisi sisi sisi wani wazee wa danso tunatembeka na, na dansole yetu mgongoni, kwa, kutana na double <laughs> tukamwambia amefanya do eh, eh, hiyo anatetemesha okay. Na Dodoma, uh, Dodoma, dabu yupo uh, papa naitwa Mlima wa C yes, studio zake zinapatikana. Hiyo njia hiyo ya kwa waziri mkuu na ingia, ingia mtaani kidogo studio ya huku unaikuta, hiyo studio ya dabu inaitwa D Sounds, nadhani anafanya kazi nzuri sana. Ni bonge producer afu ni, ni, ni wa muda mrefu. Sure. Iko vizuri sana. Yeah. Tutarajie danso, reggae na vitu kama hivyo zitaendelea au ni huwa na tunaonjesha tu kidogo afu na. Amini dance al pure. <laughs> Yaani yani unajua hiyo <laughs> kwa mfano for you ambayo yes. Tulizungumzia mwanzo kabisa ni eh, zuku compa na nini. Zukompa, yu, eh. yu, ya yeah, ni kuonyesha tu versatility kwamba unaweza ukafanya huku na ukafanya huku lakini unaweza kupiga miguu yote. Yes yes, lakini mm. dance zinaendelea na by the way mm. eh dance al tutakuja kuitoa nadhani hivi karibuni kwa katika mwaka huu mm. ni ngoma moja inaitwa party party. Hii produsiwa na maprodusa wawili wakubwa, kuna okay, produse anaitwa Jetman Disane mm-hmm. Jetman Disane ni produsa wa zamani, kama watu wanakumbuka leo kuimba ile ngoma moja moa huyudekim Akipita na tiki cha tiki. Miaka hiyo ogopa mm. DJs alifanya. Sasa ni producer pia mkali sana. Mm. Jetman Dizano from Mwanza. Kwao ametengeneza rhythm. Kama ilivyo kwa kwa Jamaica wakua nafanya rhythm. Una kutabiti moja imeambiwa na watu wengi wengi. Mm. Kwa kuna rhythm yake inaitwa Noma. Inaitwa mm. Noma rhythm. Sasa hii Noma rhythm mi nimepiga bonge moja la ngomba. Linaitwa patipati. Na nimeifanya kwa jamaa naituwa Joss Blaze. Joss Blaze. Joss, Joss Blaze. Kapiga kasimamia ni mmoja wa watayarishaji ambao, Mm. Wamefanya mambo makubwa sana kwenye game ya Tanzania hasa kwenye mziki wa hip hop kabisa kabisa, kwa muda mrefu. Ana mchango mkubwa sana, sana. Ni Aa, ni sana. Kwa muda mrefu, na siku moja nitamuhitaji hapa tuzungumze, ah ni muhimu sana sema, bwana nikimbia kimbia sana basi. Jose Blaze ndo ka, kasimamia hiyo pati pati, kwa sound ile yote mlo nasikia eh... ni ushirikiano wa Jose Blaze pamoja na Jetman Dizana. Kwa hiyo swali lako la msingi lo uliza kwamba ndio inaso utaendelea yeah, ama ndio kuonja onja yes. uh -huh. bado tupo, kuna hiyo, alafu kuna zingine tu nyingi. Niko na Koba Zayan na Magzi kwa Benli, pia Mwanza. Kwa hiyo i mean mm -hmm. sorry Dodoma kwa hiyo na upo kwenye chama cha wanamuziki cha, cha, wa, cha. Wana wa, yeah, yeah. wa? Yeah, yeah. Kinaitwa Boreda yes. Okay. Ni chama chetu kipo uh, kinatambulika na Basata kama vilivyo vingine vile Tuma na kadhalika yes. Cha, cha Mudata eh. Yote viko chini ya, ya mwamvuli wa shirikisho la mziki yeah. Ambalo ndio linafanya kazi na Basata kwa ukaribu. Kwa chama chetu kipo cha mm -hmm. Reggae dance na tunatoa rai pia kwa wasanii ambao wanafanya mziki wa dance na reggae mm -hmm. Tafadhali jiungeni kwenye chama kwa sababu, ukiwa kwenye chama kuna benefits nyingi. Kuna mafunzo mbalimbali huwa yanatokea, kuna fursa mbalimbali zinatokea za kuwaunganisha wadau mbalimbali, wanataka kukutana na wanamuziki, na hizi, ukiwa ndani ya chama ndio unazipata kwa urahisi, na ada ni za kawaida tu. Kwa hiyo unaweza ukafanya mawasiliano na Sukuma Dipush, eh, au, au Koba Zion. Hawa ndio viongozi wetu wa chama chetu hiki cha Reggae Dance and Military TZ okay, yeah. hivi karibuni tunaona matamasha yanapungua sana ya Reggae Dance za kawaida mm. Matamasha kama ambavyo kuna kipindi alikuwa anafanyika mm. Unahisi ni kwa nini matamasha ambayo anakuta wanamuziki yeah. tu wa reggae yeah. na dancehall tu yeah. ni kweli na liko kwenye, naweza nikasema liko kwenye attention pia mm. ya boreda uh, yani sio kama zamani. Zamani matamasha alikuwa mengi, hizi hata kuna, hata kuna unakuta kuna ile February ngapi Bob Marley Day na nini yes. vinafanyika matamasha e, ni mengi, ya dancehall, yeah. mabagama, mabagama huko na mafestival mm. makubwa na kadhalika. Uh, sijajua kwa nini imedecline kwamba hazifanyiki kama zamani, lakini mm. nasema kwamba lipo kwenye attention ya boreda yeah. Wanaliangalia kwa sababu tuna watu wana, wana, wana sound unajua kuna kama kuna kuna aire sound ya kinagota aire wana sound ya nini sound ya reggae na dance, au ndio mabrothers ambao tunawaomba tena eh, warudishe hizi sound kwa ukubwa wake mjini yeah, ili matamasha yaweze kuendelea kufanyika. Lakini kuna wanamuziki wengi wa reggae bado wanafanya vizuri, kuna Warriors from the east ya Warusha wanaendelea yeah, yeah, kupambana, tunaona wanashiriki matamasha mbalimbali mm, kwa hizo ni indications kwamba ime decline, lakini bado kuna actors ambao wapo wanafanya, naamini na boreda E, likibebwa kwa uzito na boreda mm. Kwa ushirikiano sasa na shirikisho la mziki na Basata, sure. Na Basata nadhani tutarudi tuta pale naya matamasha ni muhimu sana katika kukuza mziki wa rege na dansi. Umemzungumzia Jetman nikamkumbuka mwanangu mmoja anaitwa Pestman. Pestman, yeah, man. <laughs> <laughs> E, yeah, Pestman. Eh, Z, yeah, inaitwa Zikad Dancer Kizomba, dan Dancer Kizomba. Yes, yes. Yes. Staili fulani ya kizombi. I'm mtu flani hivi. Mtu wa Mungu sana. Moja ya artist wakubwa sana na na mu appreciate sana Pestman actually ni moja kati mm -hmm. ya wa, wasanii, wa dansa ambao pia nimeshirikiana naye sure. kwenye alitengeneza riddim moja inaitwa umoja sisi, sisi, kuzo, tunko, riddim, mbari, okay. ni umoja riddim. Sisi siku zote mm nakuwa na hizo -hmm. riddim mbalimbali wana okay. sani wengi. Kwa kuna umoja riddim. Hiyo ni ya Pestman, Na ikaproduziwa na na Jet man ametuweka mle wasanii wengi sana, ni redeem flani ambao nadhani next mm -hmm. time maybe tukikaa tutaizungumzia vizuri sana lakini, you know big up on yourself Pestman, nataka sure. yeah, <laughs> <laughs> <laughs> nifikishe salamu kwenye TV mm -hmm. kwa sababu wapi ananikwepa kwepa hivi lakini, mm -hmm. na naomba afunge safari Pestman, <laughs> wewe ni miongoni mwa watu ambao umefanya makubwa sana kwenye mziki wa dance na hivo kizombi umeitambulisha, hivo mm -hmm. bana, mimi nakuhitaji kwa sababu Ah, oh, Tanzania natamani sasa kuone uje tuzungumze. Mm. Sio kuisha kucheza tu ngoma. Nakubali. <laughs> <laughs> Salamu zimfikie huko kwa alipo. Ah, zimfikie kwa alipo. <laughs> Eh, yeah, hey, yeah. Hey. Received and delivered. Kabisa kabisa. Yeah. Tutarajie uh, kitu gani a Bayo sasa badala ya for you. Nini kitafuata? Um, baada ya for Dwayo you, ngoma ambayo umefanya na Jetman pamoja na Joe Spray, yes, yes, au yani... kuna nyingine? No, yani hiyo hiyo ndio yenyewe. Eh. Actually hiyo ilikuwa itoke kabla ya for you. Ni vile tu for you kama nilivyokuambia ilitokea siku hiyo, ikafanyika siku hiyo, ikatuchukua attention wote tukaendelea, eh, kuifanya, lakini hiyo ya, ya kwenye normal rhythm ambayo mm. inaitwa party party Joss Blaze pamoja na Jetman Dizano ndio ngoma ambayo itafuata, lakini itategemea pia na hii rhythm itakuwa tayari kwa muda gani, kwa sababu rhythm ni compilation okay. eh, na lazima itoke kwa pa, kwa pamoja, hiyo sure. Hiyo rhythm ina wasanii wengi wengi tu mle ndani, wengine kutoka nje ya nchi pia mm. kwa hiyo, lakini uh, nadhani kwa mipango ilikuwa itoke kabla ya mwezi wa nne, naamini Ah, uh, now that mwezi wa nne umeisha, tunaingia mwezi wa tano inshallah. Naamini mwezi mm. wa tano hapo hiyo rhythm itatoka and that will be my next tune. Okay. mm. utofauti wa rhythm kwenye uh, reggae dancehall ni tofauti kabisa na muziki wa bongo flavor mm. bongo flavor ana utaratibu. Mhm, mnafaidika na nini yani, kwenye rhythms zina faida gani hasa, wana muziki mnapofanya hizo rhythms? Yeah, rhythms zina zina faida kubwa sana, kwa sababu okay. ni um, ni rahisi kufikia washabiki wengi, unajua. mm. Eh, kama ni bit moja wamefanya watu kumi na tano. mm. Kila mtu kwa namna yake alishaanza kuona mashabiki wake. sure. Na mara nyingi rhythm tunajitahidi zihusishe pia wasanii wanaotoka nje. Nikizungumzia kwa mfano uh, chillax bit aliwahi kufanya rhythm moja ile, mm. ya ilikuwa inaitwa um, mesau jina kidogo, lakini mimi nilifanya mle wimbo unaitwa unaitwa Mwanza. Okay. Kwa hiyo ile rhythm ile ilihusisha wasanii kutoka Kenya, wengine kutoka Jamaica, kuna unajua kuna wasanii wengi kama kina wale, mm. kuna kina ile Kima wale, kuna wasanii wengi sana wanafanya vizuri rhythm wakina P Culture, magazi kwa mzaya, yeah. Watu wengi sana wali mm. walishiriki mm. Kwa hiyo hiyo inasaidia kukuza pia portfolio rhythm, kwa sababu mtu akisikia ile rhythm ataenda kwa ajili ya P Culture, lakini akisikiliza atasikiliza na next na next na next kwa yeah. kupitia rhythms mnakuza fan base kwa, kwa uharaka. Kwa hiyo ah, sasa sana kuelewa vizuri kwa kwenye rhythm inakuwa ni album inakuwa ni album inatoka okay. Biti moja inatoka na nyimbo moja kwa moja za yeah. Watu tuseme kumi ama watu, basi faida ni ziko nyingi sana kwa sababu yeah. Let's say uh, rhythm imefika Kenya yeah. Na DJ anaicheza anaicheza, atapiga nyimbo tatu nne kutoka rhythm kwenye yeah. Rhythm kwa yes, yes, yes. Atapigwa yule ambaye anajulikana yes. Lakini baadaye atapigwa yule ambaye hajulikani Definitely. Watatamani kumjua zaidi ni nani na Jamrock kwenyewe Jamaica wamepenya, mm. Wame sana mziki huu wa reggae unaoona wa, wa wakiridim umepenya kwa sababu ya hizo ridim, kwa sababu ridim, okay, kwa sababu ndio wakona bebano movu, utaenda mm, unamjua aleni, unaenda unamjua, namjua sijui Cecil, mm. Lakini ukifika kule ndani utakutana na watu wengine pia, ulikuwa unajui, unaanza kuwapa ya kuwasikiliza Attention. Attention yeah. Hizo ndio faida za kufanya ridim na ndio maana sisi Um, rhythm siku zote itaendelea kuwa part and parcel ya reggae and dancehall. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Kama ni vitu vikubwa ambavyo vinafanyika sasa. Kabisa kabisa. Na hizi rhythm tuna encourage sana producers. Mm. Na tusiche kwa producers wetu wa reggae, kwa sababu tuna producers kama wanne tu hivi ndio wanatoga toga hizi rhythm. Na hiyo wito pia kwa Mm. producer wengine wanaofanya vizuri kwenye uwanja wa Bongo Flavor. Unaweza ka bless watu na hiyo Yeah. rhythm. Watu waka, unajua kwenye rhythm hautacharge ile kwamba sasa ni hela fulani mtu anakwenda kurekodi Yes. labda for eh. package na wako kwa sababu it's a contribution na wataimbia wengi. Mm. un unapokea hivyo vicontribution ambapo ni manageable pia kwa wasanii, uchumi wenyewe uko wapi baba? sure. Ehe, kwa hiyo hiyo inasaidia mm. e, hata msanii ambaye hawezi kuafford sana ile kwamba kufanya full track kwenye redeem mm. ata contribute kidogo atafanya redeem yake una compile. Kwa hiyo wito pia kwa wasanii wengine wanaofanya vizuri okay. Hapa kibongobongo akina Tron nao akina mm. Stukiz akina Sawa, wewe ni miongoni mwa wanamziki ambao mnafanya danso na, na boenavitu kama hivyo. Mwanamziki gani wa rege wa hapa nyumbani Tanzania wanatamani ufanye naye ambaye haujawahi kufanya naye, ila moja ya malegend wakubwa? ah, ukiacha hawa... uh, the warriors ambao umewataja Ha, wako wengi, ukisema nataja mmoja hapo, ndugu yangu, ona ya kama mtiani huo, kama anakuchochea kwenye chama hivi anachochea kwenye chama hivi bana. Ah, kumbe huyu anamuonaga fulani tu no. Uh, wako wengi, wako wengi yeah. Kuna wakina Ras Innocent Nganyagwa mimi yeah. ningependa si mmoja kufanya naye kazi ya kuna kina uh, Ras Gwandumi mm. Ya, kuna wako wengi yani, hao wamekuja kwa haraka hapa ndio hiyo mm. Nasema hiyo silawama hiyo, sasa. Kwa hiyo mimi wote wanaofanya vizuri ningependa kufanya yes. nao kazi, lakini most recent pia na kazi na Zipora mm. Zipora ni moja kati ya Queens wanafanya vizuri kwenye okay. we call them our empress. Sure. Anafanya vizuri. Ila pia Lady JD, ukiangalia hata nyimbo yangu wa for you, ukisikiza vizuri ile ile ile ile verse anaimba kama mdada, ile ile kuna sound fulani nataka kusound kama Lady JD hivi. Mm. Kwa hiyo Lady JD mm. anafanya miziki yake lakini huwa anafanya pia reggae, hata hivi karibu nadhani ana ngoma ambayo ipo kwenye mahadhi ya reggae. Kwa hiyo okay, singependeza in future huko mm. kukutana tukafanya kazi basi itakuwa ni mashallah. Safi sana <laughs> ongera sana. Mama mtaja Zipora, ni miongoni mwa wadada pia ambaye anakuja kwa kasi sana mm. Ameshafanya makoras mengi sana. Ni mbaya sana. mm. Yani mtu mnoma kabisa, okay. mm. Tutarajia siku moja kuona live performance kwa stage, sio ya playback. Yani band. Yani hiyo nadhani itatokea hivi karibuni sana ok, kwa sababu hizo um, mi niseme tu niko comfortable kufanya mziki wa, wa live nikiwa na bendi kabisa, mm -hmm. Hiyo mm. ndio comfort zone yangu na kama nilivyosema awali, kuhusiana na matamasha na kila kitu, hapo kwenye mikono ya Boreda, mi naomba tu tuombe Mungu basi hizi dua zetu kama mm -hmm. zitaenda vizuri. Nafikiri hizi live music, sisi tungependa watu wa rege tufanye zaidi live music Sao. kuliko kuliko hiyo mi playback na nini, kwa hiyo ile la bendi mi nadhani litatokea <laughs> eh, hivi karibuni. Sawa, tutachapa. Kama sa Bayo nakupa nafasi ya wimbo mmoja tu wa rege ambao sio kwako ucheza kwenye TV ungechagua wimbo gani? Hiyo uh, na no mtihani ziko nyingi eh. Uh, lakini ni moja tu, si ndio? Eh, wa reggae. eh, eh, uh, no. <laughs> anyway, ambo tutaangalia ambayo imekuja kwa, kwa, kwa, kwa haraka kwenye kichwa eh, um, kuna sijajua hii kama ina official video sasa. Nitaweka mbili utaangalia ipi ina official video. kuna wimbo unaitwa thank you ja, mm. thank you ja. For the moment I have, I think step apart. Thank you, ihaatanyuja hii mimbo na Busy Signal inaitwa Okay. Thank you, ja. Okay. Kama yu kama hiyo itakuwa ipo for any reasons, mm, basi utacheza uh, never find hii ni ya jakua inaitwa never find mm, tokio mekosekana kabisa mm, basi dondosha mzigo wote wa kutoka kwa Taro Slayle. <laughs> Eh, ana ngoma nyingi, ana ngoma nyingi eh, she's royal eh, eh Taru Slaile. Okay, yeah, yeah. Yeah, lakini first priority ya I mean busy signal mm. thank you ja, second eh, uh, never find ya kwa af, third ndio hiyo nimetoka kusema mami. Ukiwa nyumbani, a uh, ametokea mgeni, aidha wa kike au wa kiume mm. Alipotoka ajara chakula mm. Sasa na kumtoa kwenda kumtafutia chakula inawezekana muda usio rafiki sana mm. Wewe unaweza ukamtengeneza kitu gani cha haraka? Mimi mwenyewe eh, wewe mwenyewe amkatia matunda mzee. <laughs> Kwanza unahakikisha matunda yako nyumbani, matunda ni kitu ambacho kinatakiwa <laughs> constantly kiwepo. Sasa sijui kukata matunda utaita kutengeneza au sio kutengeneza, lakini <laughs> maana kumenya ni kutengeneza. <laughs> Eh, ni papaya au melina nini nini, ni fresh ujama. Eh, kupika chochote, ah, kupika vitu ambavyo mimi naweza nikapika kwa haraka haraka e. Kanga mayai hivi. Eh, mm, kanga mayai fresh. Um, Ay, yai unalitoa fresh kabisa eh. la kukanga la eh. Eh. mara kuchemsha, utaniambia nao sio kupika. Sasa umeliweka tu, tumehesabu dakika, au na chai na nini na nini, si majani tu umeweka. Ni mimi vitu vyangu vingi ni vya hivyo. Sasa, yes. Kwa sababu umenitoa huko basi mayai <laughs> japokukanga Yeah. Bayo aa, minakushukuru sana. Pamoja sana, tumekuwa na wakati mzuri sana. Mimi nimeenjoy sana, tupiga stori, nataka tumwache mtazamaji na ngoma ambayo umefanya na na, na, stone pamoja na maji inaitwa yes. Yes. Who that? Who that? Eh, anatetemesha <laughs> kananipala kana nipana homa kana nivuruga chenga ka Maradona fulumicha lazo gita i santana tumbo la kuhalala binti kangusa atanchanganya kintosa no panda juu kati mpaka kucha hudat one time pasitokosa Oh, that. Ana ni papresha. Oh, that? that? Oh, that? Anatetemesha. She give me vibration. Oh, oh, that? that. <laughs> She give me temptation. Oh, that? Yeah, man. <laughs> Bawe, asante sana wakati mwingine tumekuwa na wakati mzuri sana. Asante tena. Yeah, uh, ukiwa na jambo lote bwana. Sasa hivi kuna sijara bro, definitely yeah, hey, una, una ibuka tu, tunakuja tunazungumza, then una na Dodoma. Nashukuru kwa utayari wako kunikaribisha kwa kabisa. Anytime showcase anytime. Uh high television, this is really good na with your sijara na kila kitu. Naamini kila jambo langu nitakuja inshallah pia. Tukipata ile tuzo tulizungumzia, basi tutakuja nayo hapa, whether silver or gold will be here until next time. Asante sana, asante kwa heshima ambayo umetupa, yes. Tunakushukuru sana, akutokea safari njema kuelekea Dodoma. Mtazamaji wa showcase, huyu anaitwa Bayo, mmoja wa wanamuziki ambao ana mambo mengi sana ambayo anaafanya na, na muziki anautendea haki. Yuko kwenye chama cha muziki wa rege na danso boreda, na ni miongoni mwa watu ambao wana push sana muziki wa rege kuhakikisha kwamba unasogea mbele. Tumezungumza vitu vingi sana kuhusiana na for you, lakini kuhusiana na Tanzania ni forgettable, fursa zilizopo na tuzo ambayo kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu itakuja hapa Tanzania na itakuja hapa kwenye showcase. Kwa hiyo tunamtakia kila la heri, na wewe mimi na wewe muombe pia, Watanzania wote tumuombe ile tuzo ije hapa nyumbani. Kwa hiyo tumtakia kila la heri. Sina la zaidi kupitia showcase na kutakia watazamaji mwema pili vinavyoendelea kutokea hapa. Naitwa Timothy Todos Chelula AKA TC, AKA Mtoto wa mlali Kongwa. Kama unaelekea Dodoma, ukifika Gairo panda mbili, unakunja kushoto, unaingia mlali town. Hapo ni sehemu fulani hivi ambapo matunda ya kutosha, hali ya hewa nzuri, mandhari tulivu kabisa.